Ni kitu gani hicho unachokiangalia? Mwangaza wa jua ni mzuri sana kweli kaka, na wewe unaangalia uzuri wake pia. Jua kale uwaka na litaondoka kana kwamba alikuwahi kuwaka tena. Inaonekana kaka yupo katika ukanda wake mwingine. labla sasa hivi nitakuwa Unasema? uh, Satish yuko nyumbani? Na shida naye, wacha nikamuite. Uh, wewe ni wewe ni Puja? Ndio, lakini uh, sikukutambua Bwana Sharma, uh, habari yako? Satish, salamu kwako pia, Bwana Sharma uh... Nini kimekuleta hapa? Vizuri sana. Nina shida ya kuongea na wewe kama dakika tano hivi. Sawa, kuja mwanangu, nenda dukani na ukasimamie kidogo. Nitaenda baba, ngoja nihakikisha Nuji anasoma. Sikiliza, atasoma kama anataka, wewe nenda ukaangalie duka. Nipe basi dakika mbili, Baba, sasa ni kwa nini kila wakati unawaza tu kuhusu dukani? Kuja, tutaenda wote Anuji. Huna uendako wewe, chukua vitabu vyako na uje usome mbele yangu. Ah, njoo. Tafadhali tachukua dakika 10. Hakuna kwenda popote. Mama, unafanya hivi jamani? Sitaki upuzi wako, twende. Mjomba nitaondoka sasa hivi. Wacha tukae tuongee. sijawahi hata kusikia habari za huyu mtu kabla. Najiuliza ni kwa nini alikuwa ananiangalia vile? Ndio, eh, samahani kwa kuacha kutoa matangazo Satish. Ni kwamba mtoto wangu ameandikishwa katika chuo kikuu cha kigeni na tunahitaji milioni moja isipungue chini ya siku kumi na milioni mbili na nusu isizidi wiki tatu. Hakuna mtu yeyote anayeweza kunikopesha kiasi kikubwa cha pesa kama hiko. Uh, nilikuwa nakuomba unilipe pesa zangu ninazokudai. Wacha nikueleze kitu Satishi. Umekuwa kinilipa pesa kidogo sana kwa mwezi, umeweza kufanya hivyo kulingana na urahisi wako. Wa miaka 15 kanuni ya milioni tatu imeongezeka sasa hivi hadi milioni 45. Yaani, kama isingekuwa elimu ya mwanangu, wala nisingekusumbua unajua, elimu ni urithi bora sana kwa mtoto. Inabidi ujitahidi ndugu yangu, uweze kunisaidia katika hilo. Hapana, hapana bwana Sharma, hadi kufikia hapa umeshanisaidia sana. Nina na akiba ya milioni 600 katika benki naweza kukuwekea yote ifikapo kesho. Lakini kupanga milioni 45 kwa muda wa wiki tatu, kiukweli, sijui nitafanya vipi kuhusu swala hili. Basi tumebakiwa na njia moja tusatishi. Ikiwa huwezi kupata hiyo pesa kwa muda wa wiki tatu, itanilazimu nije kuuza nyumba yako ambayo uliweka kama dhamana. Bwana Sherima, embu nipatie muda wa siku moja, nitawasiliana na familia yangu kwanza. Ni lazima tu nitapata njia nyingine. Tafadhali jitahidi, Bwana Satish, kwa sababu sitokuwa na njia yoyote ya kumsaidia mwanangu. Asante. uliweka rehani nyumba yetu, alikuwa wapi na hiyo ofa yake? Wakati umechanganyikiwa, unafikiria nini wewe? Hivi unajielewa kweli? Ni kitu gani ambacho kimekufanya mpaka ukafanya maamuzi magumu kama hayo ya kuchukua mkopo? Hali tayari ni ngumu, unajua kabisa sisi wote tunategemea hicho kipato chako. Hebu he niangalie sasa. Yaani ulishindwa hata kuniuliza. Nilikuwa nataka nikuambie nilijua utakuja kuelewa badai, Pasi, mimi... kwa sasa au baadaye, lakini mimi, acha kunidanganya wewe, niambie ukweli. Kwa sababu ya kufanya hivyo ilikuwa ni muhimu zaidi yangu, sio hivyo? Kusumu ni siku zote mtumaya, e. kwa nini siku zote hakuniambia? Kwa sababu mimi ni mtu mbaya? Umenifanya hivyo kwa sababu unaniona mimi mbaya. Mungu wangu, tutaishi wapi sasa mama? Kuna nini tena? nini kimetokea? mbona unapiga makelele? kuna shida gani? kwani tofauti yoyote na huyo baba yako? Kama ulikuwa utaki kuniambia mimi, kwani usingemwambia mwanao? makosa gani hayo unayoyafanya baba? Kumetokea nini, mama? Anaongelea nini? Mwangalie, hana hata kuongea. Ah, mwambie mwanao ulichokifanya. Chukua sadaka Supriya. Hivi nimeshawahi kukufanya ulalamike? Ulalamiki miaka yote hii? Naje nimewahi kuleta mkanganyiko wote katika malezi ya Naren? Sasa kwa nini unakuwa na wasiwasi hivyo? Najua mimi ni mtu mwenye mawazo sana kwenye maisha yangu, na ni kweli, lakini mawazo yangu ni ya kibiashara na unajua. Lakini nina wasiwasi kwamba mapenzi kwa mtoto wetu Huenda ikawa ndo sababu ya sisi kuharibu maisha ya msichana wa watu ah. Unajua, unyonge umekuwa ni udhaifu mkubwa sana kwa watu, Supria. Sasa hivi mi ni mnyonge tu kama Puja. Kwa maana hiyo nachokitaka ni wewe ufanye mpango wa kumtuliza Puja, dereva atakupeleka kwa Rishikesh.

ndio mwenda wazimu hapa. Ninaifanya kazi kwa bidii kuihudumia familia, ninamwombea mume wangu pamoja na uwepo wa duka letu. Sema ukweli, nishawahi kukwamba kitu chochote? Mimi sina marafiki wala mtu yoyote huko nje, na kibaya zaidi, kila siku naiongopea familia yangu ili watu wasiiseme vibaya familia yetu, na wala wasiseme vibaya wakwe zangu. Lakini mama yangu alikuwa sahihi kabisa, juhudi za mwanamke hazithaminiwi wala hazionekani. Na hiyo ndio sababu ambayo sikukwambia chochote. Kwa ulitaka mimi nifanye nini kama hukuniambia? Wewe unajiamulia tu upendavyo. Mimi ningekuwa wewe, ningeteseka kidogo, alafu tena nikarudi kuihudumia familia. Lakini wewe hukutaka hata kuniuliza mimi kumleta Puja hapa. Hapana, naona ni bora ningejiua tu ile siku halafu Shangazi, mjomba, shangazi amepatwa na nini? Ni yale yale ya zamani. Sikiliza sasa, mwanangu, ifikapo leo jioni, nenda ukingoni mwa mto, kawashe msumaa kwa ajili ya Mungu. Niambie shangazi, na tatizo gani? Kila kitu kipo sawa, wewe endelea sasa, nenda vizuri. So umerudi eh? <coughs> Nkenamie ngoja ah, nimwangalie Naren ni mara moja alafu ntarudi. Oh, embu ache hizo su, nimeshakwambia mara nyingi, chana na hayo mambo, embu acha hayo mambo ya kizamani, embu sikiliza. Mwache Naren ajitokea ajionea mwenyewe mambo, na hata hivyo nimewatuma mabinamu watatu nje kwa ajili ya safari. Hala, tulia. Nimezungumza na Raum raumde si mrefu na vijana wanafurahia Malangare, malangare, malangare. hivi <gasps> Huyu kaka kweli hajalewa hata kidogo. Uja, mambo, ni kweli huyu jamaa, mbona kama hatuendani naye, unaona? Ala, hata mimi naweza kutembea kwa kasi vizuri tu, lakini haimaanishi kuwa sijalewa ha? We, nyamaza! Na ndio maana hata mmiliki wako kakuacha hapa. Nimekwambia nyamaza! Ni sebi ya tafadhali, ni sebi <laughs> <laughs> ya. Yaani ya natamani hata angekung'ata hiyo ingekuwa vizuri zaidi. Kaka, we ni msiri. Kaka, we ni msiri sana. Kuniuliza kumleta Pooja hapa? Hapana, ni bora tu ningejiua mwenyewe ile siku. Kwa nini shangazi alikuwa amekasirika sana? Kuna kitu hakiko sawa. ni bora tufungashe vitu vyetu tuondoke humu ndani. Unafanya mambo ya kitoto sana kuhusu. Sikutarajia hili kutoka kwako. Eh, ni kama vile ulikuwa unajali kuhusu mimi. Huna haki ya kunigombeza shangazi. Kuna nini Anuj? Kama tiketi za treni zimeisha, chukua za basi. Nimesema Hanuji wangu hawezi kubaki hapa, nimeshaichoka hii nyumba. Shangazi, kwani unasema hivyo? Huwezi kuondoka popote shangazi, hii ni nyumba yako. Hebu nipatie hiyo Mwanangu, ingia ndani. Mimi siendi popote mjomba, na usiniambie niende chumbani kwangu. Naomba tulisuluhishe tatizo hili pamoja, na ikiwa kuna tatizo au malalamiko yoyote, shangazi unatakiwa uniambie. Nitawezaje kutatua tatizo ambalo sijui hata shida ni nini? Hebu mwambia huyu atuondolee sura yake ya huruma ya hapa kwanza, ni bora tu kwanza. Alianza mama yake, sasa hivi ni zamu yake kuhusu mimi. Twende tukaongelee ndani. Kwa nini sisi ndio tunakabiliana na matatizo. Kwa nini unamficha hicho kitu? Anatakiwa ajue kwamba umeiweka nyumba yetu rehani. Yote hii ni kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Ndio hivyo, siwezi kuendelea kuuficha ukweli. Unawezaje sasa kulipa deni ulilokopa miaka 15 iliyopita na tena ulipe ndani ya hizi wiki tatu zilizobakia? Ni kweli, humu ndani tumebakisha wiki tatu tu za kuishi, na baada ya hapo wote tunaenda mitaani. Mimi tayari nimeshaishi maisha yangu, sasa vipi kuhusu anuji wangu? Sina kitu chochote cha kumrithisha. Unachukia sana ninapoeleza ukweli wako, lakini ukweli ni kwamba umeharibu maisha yetu, na yote hii ni kwa sababu ya mtoto wa dada yako uliyemleta Hili ni tatizo ulilotuletea. Sasa inatugharimu sisi maisha yetu yote. Tunatokaje kwenye hili tatizo? Na yote haya yanayotokea ni kwa sababu ya mama yake. Msahau Naren. kwa sababu wewe ndio unayehitaji matibabu. Unaonekana kupotia zaidi kila wakati. Basi mpaka pale shemeji yangu mzuri atakaporudi. Kwa hiyo sasa kunywa chai ya tangawizi na kisha utulize akili. Kaka yako ana kazi kidogo Deheradun, kwa hiyo atachelewa, kwa hiyo we msubiri tu. Oh, Mungu wangu, kweli hawa ni ndugu. Kiukweli wanafanana sana. Awe hivi sisi tumejitupa wapi? Kwa kuwa ulikuwa tayari Dahradi, kwa nini ukutumia wikendi yako pamoja na Harish? Namaanisha, kama kulikuwa hakuna chochote, ingekuwa wakati bora wa wanandoa. Unapaswa kuwa na mvuto wa kimapenzi. Kuna nini? Unajifanya kama kizee cha miaka mia moja. Hata hivyo, wewe una bahati sana kwa sababu huyo Harish afanani na kaka yake, kwa sababu kila wakati ninapomwomba anipeleke safari inakuwa kama namwomba figo yake vile <sighs> <sighs> mimi wala sijisikii vizuri kukaa mbali na nyumbani kwa muda mrefu. Hata hivyo, spa na gym huwa sipendelei kabisa haya mambo, lakini mara tu Hardy atakaporudi kutoka kwenye shughuli zake nitamwambia tu awe anakutoa nje angalau hata siku za wikendi. <laughs> Acha tuone. <laughs> Sijui hata alikuwepo wapi kwa wiki mbili hizi zilizopita, lakini kusema ukweli, su atakaporudi tu Naren kutoka safari nitaanza na vikao vyake, na niamini hii programu ya kisaikolojia itamsaidia sana. Nakuambia bado kaka ni tofauti sana, mambo yake waga hata siyaelewi. Unajua nini, na leo pia yote nimeyaona. Hey Rahul, yani... vipi safari yako? na Naren yuko wapi? Kaka yuko nje, anaangalia zake mwezi. Nadhani pombe inachukua muda sana kumwathiri, lakini <laughs> <laughs> mama, safari ilikuwa poa. E, vizuri, nenda ukapumzike chumbani kwako. Sasa nitakutumia limao juu, na kesho inabidi urudi kazini. Sawa, nakupenda mama. Nakupenda pia. Mpandishe juu, amekunywa sana huyu. Sikiliza Nilu, naomba uongee na Rahul tukapopata nafasi, anahudhuria sana sherehe. Achana na yesu usio mshamba kiasi hicho, ana miaka 25 anaigiza tu miaka yake, na utaona hata Narin leo, hakika atakuwa katika hali nzuri. <laughs> ah. Narin ah, bado uko macho mama? Ani, unapoteza usingizi wako kwa ajili yangu mama? Kiukweli siku hizi unanipa sababu ya kuwa na wasiwasi na wewe mh? Ulimrudisha Mayank nyumbani? Ndiyo mama, shangazi alisitiza kwamba nibakia usiku. Licha ya mambo yote haya anakupenda sana Narin. Ulienda kunywa na kina Rahul na Mayank? Ndiyo mama. Nilikunywa kidogo tu. Lakini bado sikupata jibu. Matatizo hutokea kwa kila binadamu, Bwana Sharma. Naomba umsisitize sana, si unajua watoto huwa na usumbufu sana Yaliyopita upofusha na kuficha njia yako, wakati mambo yajayo ni siri. Wengine husema uvuno unachokipanda, lakini yote hayo yana maana gani?